Subscribers, welcome, karibu sana. And um, today uh, bado mnajua niko kwa ile story ya Boaz. Boaz ni yule jamaa alikuwa ametoka USA uh, ambaye alikuwa na bibi mwenye, alikuwa Mkikuyu, anaitwa Shiko. Shiko sasa, Unajua, muliona vile kuli happen je mpaka kukaenda, Boaz akaanza kukulana na uh, um, ndugu ya Boaz, tukapata kama wanakulana na bibi ya Boaz and then from there, tukasema hiyo mambo ikaenda. Yesterday they called us, vile muliona wakatuita kufika huko, kumbe huyu mwanamke alikuwa ametumia ametumia Boaz, gang ilimpiga kamvunja mguu, aliumia vibaya sana, and today niko na Boaz and Yes, nimekuja mpaka place anaishi Direct unaizonyesha place anaishi y yeah. Nimekuja mpaka place, place anaishi and then nikamwambia y yeah, nikamwambia nini tuongee nataka tuongee kidogo yeah. So, one, two, three, yeah, na, ya so niko hapa daktari yako karibu kukuja. Mambo. Hey boss, unaishi aje? Uh, mimi kwa sasa siko sawa vile mm. Unaviona. Mm-hmm. Uh, kuna vile kuli happen tuka... yeah, watu hadi muliona, yeye muliona jana venye kulienda, mpaka wazi akaumizwa mguu so, kaumizwa miguu. Unezaambia watu in a brief what happened, ndio wajue ni shida ilikuwa gani mpaka tukatoroka hivyo tukaenda. Ah, uh, ilikuwa hivi ah uh, nimekuwa nikifuatiliza mali zangu ah. Mm -hmm. uh, maana tulikuwa tuachane cha uzuri. Mm -hmm. kila mtu aende afanye shughuli zake. Mm -hmm. lakini sasa E, wakatupigia simu e, aliyekuwa mke wangu akapiga simu akaniambia sasa naweza endea kile kilicho changu, na mimi nikaona ni vizuri, kwa sababu kwangu sikuwa na any grudges, ilikuwa tu tumalizane cha uzuri, kila mtu aende shughuli zake. So kufika pale kapata, alikuwa amepanga majambazi vijana wakati ana na wakaniumiza miguu, ndio naona sasa leo hivi niko hivi. Sasa, nikuulize yeah, wakati ulienda hospitali uliambiwa aje na daktari? okay. niambiwa kwamba mguu mfupa umevunjika, kwa hivyo nitaenda operation India, lazima nitawekewa chuma ndio mguu uweze kurudi vizuri. Unakuja na hizo makaratasi zaosi, karatasi za hospitali ziko okay, after this. Tutaziendea, tutaziendea baadaye okay. Sasa niulize, mm. um, wakati uliniita mimi ene nilikuwa nimedhani umesikizana na bibi yako mpaka kila kitu iko sawa. Ni nini unaona ili hapa ilikuja ikaa hapa mpaka mpaka ukakuja ukapata kwamba ni watu wameweka hapo wanataka kukupiga? Uh, kwangu hata mimi nilikuwa nafikiri kwamba haya maneno yalikuwa rahisi yameisha. mm -hmm. lakini ni kama kwamba eh, sio vile nilikuwa nadhani kwa sababu kweli. Eh, nilikuwa nadhani kama maneno yameisha, lakini sasa kama mizindu tena maneno mengine hatari zaidi. Sasa, you know guys uh, we decided, I decided, I I myself I decided to give the the woman the chance na brother yake so that they can return everything that belongs to this man but it seems like they don't want to return everything like they they want problems, si ndio? problem no, sioa no, hata daktari tunapea nanga tunapea mtu chance kwanza. Mtu akikataa ndio tunajua the next way forward. Sasa kwenye imefikia, daktari yuko kwanzia, anakuja and I want to, I want want to, to you tell daktari everything everything so, sawa nitamueleza kila kitu venye iko yeah, ndio akusaidie Usijaribu kuficha anything. Daktari anapendanga mtu mwenye ako straight forward yeah. Atakusaidia na sio maana venye alisaidia Jeff yes. Jeff says he's a free man he can enjoy na nako free kufanya anything anataka sasa, yes. Wewe unajua wewe si mtu mwenye anafaa kukaa kwa wheelchair, unafaa urudi ufanye kazi yako huko kama huko, ama uko unataka kurudi. Nikuulize, umeonana na mtoto? Mtoto umeongea na yeye kwa simu mama? Umeonana na yeye ama aje? mtoto tangia sijui waliongea nini na mama yake, kwa sababu hata simu yangu haingii kwake. Nimeijaribu mara mingi, lakini haingii hata kidogo. Sijafua dafu hata kidogo kumpi, kumpata. So na huyo mwanamke na hiyo mimba yake, sasa itakuwa aje? Kwa Yesu wangu, mwanamke na, na mimba sasa, hiyo ni mimba ya. Umeambia wazazi? ndugu yangu wazazi wangu wanajua, lakini wake walikataa kuchukua simu pia So it seems wanajua chenye kinaendelea, ni kama wanajua. uh -huh. Ni kama wanajua sababu uh -huh. Hakuna mtu amechukua simu yangu tangia wakati ule maana. Yeah. Nakumbuka kuna wakati nilisema nitawapigia eh, aliyekuwa my wife akakataa. uh -huh. So kutoka hiyo time Alininyang'anya simu na ikakuwa sijapiga tena. So nimejaribu kuwapigia kutoka hiyo time, kuna mtu anachukua simu yangu. Yeah. Wa, hii mambo ni ngumu. So <clears throat> Saizi unaishi na nani? Aa, sasa hivi ninaishi na my cousin. Eh, ambaye wakati fulani nilikuwa nimemsaidia akakuwa successful. Sasa na yeye akaamua pindi ninapoendelea kukimbizana na hii maneno yangu bado e, nitakaa kwa sasa yeah. So huyu <coughs> bibi yako, unaona kama mimi, unajua ani nimekuitia daktari but I want to know uh, according to you what have you decided on that. Uh, rest for me there's nothing much uh, what I'll say that uh, I don't think we will be together again as I said before uh, because now she has turned to be poisonous in my life because if uh, she can plan on a gang kune attack I don't think now it's anything anyway possible we can't be together again we cannot move together again we cannot because two cannot walk together until they agree but now For me and her, there is no any agreement. Uh, she has taken everything that I had, everything I've labored for. And uh, sioni, sioni matumaini na kwa sasa, kwa sababu yuko wako na ndugu yako, wacha wakue na yeye, wacha waendelee maisha na yeye kwa sasa. Kile kilikuwa cha muhimu kwanza sana kwangu ni mali yangu, nikipata mali yangu mimi niko sawa. I'll move on with my life. That's it. Na kikata kukupea. Ah. Uh, ama na mtoto wako. Kwanza wacha tuweke hiyo mali kando because that we have daktari. He's going to work everything kwa sawa na you're going to get everything that you lost but yes. why, how about your kid and then born child? uh, that's where the story is very painful hmm? Losing my My daughter. It's very hard for me. Mtoto wangu ninampenda lakini sasa siwezi mpata, siwezi muona, mm -hmm. Siwezi sikia sauti yake kwa sababu ya mama yake mm -hmm. E, ni uchungu kwangu sana lakini sasa nita, itabidi tu nikubali kwa hivyo. Itabidi nikubali kwa sasa kwa sababu nitafanya nini? Kama alinidanganya tuende tuchukue mali na unaona, nikamalizia kuvunjwa miguu. Sasa nikisema naenda kuona mtoto, sijui. Sasa uwai wangu naweza kukaisha. Wewe mwenyewe unataka aje? Mimi mtoto, ningependa tu kumlea kwa sababu anajua mimi ndiye baba yake. Ningependa kuwa na time yangu nzuri na mtoto, lakini sasa of which sioni kama inawezekana. Inawezekana. Anything you want. Kama a like like you, you, you, you you you are, are saying you want to say like you can't. This this is impossible and this is... Ama unajua, venye akifanya vitu live live on camera. Huh? Si kwanza kwanza na kwanza na na na leo kupatana kupatana yeye yeye, hivi face face. to face. And Ule na nafanya kazi yake. So, if you want your kid. And... kama huyo mtoto ukweli ni wako Daktari Juanga, unajua before hata uende hospitali, hizo mapu ma DNA and all that. Kama unataka mtoto wako unaweza mpata. Si wewe you are the father. Yes. Na mtoto si mdogo ile. Mm. Angekuwa ni mtoto wa one month ama two months ama one year ama two years ingekuwa at least, ama five years ingekuwa, mtoto acha akae na mama mpaka kila kitu ikuwe sawa, but sasa huyo mtoto ni mkubwa. She's a big girl. Ni mtu mpaka ako na simu. So ukitaka kuenda na mtoto wako unaweza enda. Sasa, wewe, maoni yako unataka aje? Ndani yako unataka aje? Maoni yangu ningependa anza uh, kabisa napenda mtoto wangu sana. Uh, ni mtu ambaye singependa akae mbali na mimi, hivyo ningependa kumlea kama baba. Hata kama kuna, kuna kuna changamoto yangu mimi na mama yake, sidhani kwamba changamoto yangu na mama yake itanizuia kukua na mama yake, kukua na mtoto. Kwa hivyo mimi ningependa kupata nafasi nzuri na mtoto wangu ana hata, nitakapopona ama kila kitu kikirudi sawa, tutaenda naye, namchukua tuende naye USA. Na huyo mwenye hajazaliwa, huyo hajazaliwa sio wangu. Ah, sio wangu, huyo ni wa ndugu yangu, sio wangu. Na kama unajua, bibi yako anasema anakupenda. Ah, bibi ananipenda. Uo ni wongo Mujia the worst thing alifanya ni yes what to cheat. hiyo miaka yes ni mingi 10 good years years. is is a lot of year. Ni, ni, that is many years. But the problem is, problem na unakuja ya kwa alienda kulana na ndugu yake si ata step, brother, blood. ngependa ni kuuliza swali mtu hmm. anakupenda atakutumia majambazi You know, lines. mtu anakupenda atakatalia kile mulikuwa mumetengeneza naye mawewe umetengeneza. Mtu anakupenda atakunyima mpaka kuongea na mtoto, atashawishi mpaka wazazi wake wasiwaiongea na wewe. Hiyo ni mtu anakupenda? Sioni upendo, sioni upendo, sioni upendo. Aza nikiwa kwa wheelchair, mtu nilikuwa ninatembea, mtu nilikuwa niko sawa nilikuwa ni afya yangu ilikuwa nzuri, sasa narudi kukaa hivi. Hiyo mtu unaniambia ananipenda? I, I don't think so. I don't think so. I don't think so. Wow. Wacha tu wacha tu wacha tu, wakae na ndugu yangu mm -hmm. Hey, wacha wakae na ye kwa hey, sababu hey, wacha wakae sitaki maneno ya wacha wakae Acha wakae. Kile tu nataka mimi ni kile kilicho changu. Na kuomba msamaha, unajua watu kosea bro, <sighs> najua msamaha. Msamaha naweza msamehea. Nimwambie sasa nimekusamehea. Hmm. Lakini kuishi kama bwana mme na, na, na, na mke na, haiwezekani? haiwezekani? Humtu amenidhulumu, umtu ameniumiza. Hmm. I'm now on a wheelchair. And then you tell me that I forgive her. Just like that. We become a husband and wife from where? How? When? I don't think so. So painful for me. Lakini venye itakua, acha sisi tungoje daktari, tusikie nasema aje, na tuone mambo inaendelea aje. Hata saa hii bro, unaenda aje? Hata mimi hali niko nayo ini hali ya kusaidiwa tu, ninasaidiwa ninachukuliwa, niende nilale, niamshwe, nipelekwe, nikaoge, niamshwe, ni nywe chai, ndio maisha it is the life? Jana uko hivyo tu. niko hivi niko hivi niko hivi, afu unaniambia wewe, ndio mtu unaniambia ananipenda ako tayari kuomba msamaha, muaji muwaji, tarizakila atag Somebody inhuman. Then you tell me, that's my wife? That's not my wife. Hio ni jambazi, jambaziila I'm in a very bad condition right now. Bad condition. a <laughs> joke especially venye sasa wewe una, una, una, una faa urudi. utarudi aje ukiwa umevunjika? Hawezi rudi ume so hard for me like I need to take a little time. Ni kwa sawa, nitawekwa chuma, lazima mguu utengene before nifike mahali ninatembea, mpaka niende nirudi kazi. it's not that easy right now, I can't even walk hiyo machera ndiyo ninaweza lakini, kwa presha kubwa sana, ni, ni kujisukuma kukubwa, si kitu ati ninaweza tu hivyo hmm. For now I really need the support. Asema ni nikuwe na mtu wa kunisupoti kila mahali, kienda msalani, kienda bafu kuoga, nikienda <laughs> Lazima ni kuwe supported. Oh, sijali. Tule kitu tenda ukuwa sawa. So guys, hmm. Chenye tunafanya ni hii, tungoje daktari, tusikie anatuambia. Wacha huyu mwanamke tulikuwa tumempea chance ya yeye mwenyewe kugeuka na kuwa mtu mwenye at least ya kobera, eh? Aache kufanya vitu anafanya, kama anaomba msamaha, ombe bwanake msamaha, but now ashakuwa more worse than we expected. Hata tuone vile daktari akikuja atatuambia aje because yeye ndiye msema kweli and thank you. Uh, let me know what you think about this video for now. Bye bye. Akikuja ndio tutaanza tena